Kila mmoja anatamani kupata mafanikio na utajiri, ila ni asilimia ndogo sana ya watu ndio wanafanikiwa kupata utajiri huku wengine wakiwa na mahangaiko ya kimaisha. Kuhitaji mafanikio au utajiri ni jambo moja, ila kufanikiwa kupata utajiri ni jambo jingine, na ndio kitu ambacho nitakizungumzia kwenye video hii. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo kumi unayopaswa kuyatoa kafara kama unataka kutajirika upesi. Yafanyie kazi yote utakayojifunza hapa na utaanza kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Namba moja, toa kafara vitu vya gharama. Moja ya tabia inayotofautisha matajiri na maskini ni kama ifuatavyo. Maskini akipata ya fedha jambo la kwanza utakalolifanya na hiyo fedha ni kununua vitu vya gharama kama vile nguo, viatu, TV na mengineo mengi ambayo hayatamwingizia kipato bali atammalizia fedha yake Ila tajiri yeye fedha yake ya mwanzo ataitumia kuzalisha au kununua vitu ambavyo vitamwingizia kipato, na mwishoni kabisa akishapata faida ndipo anaweza kununua vitu vingine vya gharama anavyovitamani. Kafara ya kwanza unaopaswa kufanya kama unataka kutajirika upesi ni kujizuia kununua vitu vya gharama unapopata fedha yako ya kwanza, bali itumie fedha yako kuzalisha na baadaye, ukishapata faida, ndipo unaweza kuitumia faida ulioipata kwa sehemu kununulia vitu unavyovipenda na sehemu nyingine ya faida irudishe iendelee kuzalisha. Namba mbili, toa kafara urafiki na watu maskini. Kama unataka kutajirika upesi, usijenge rafiki na watu maskini. Na maanisha nini ninaposema watu maskini? Mtu maskini si mtu ambaye hana fedha, bali ni mtu ambaye hajitumi. Ukizungukwa na watu wavivu, na wewe utakuwa mvivu. Ukizungukwa na watu wanaotafuta sababu ya kujitetea, na wewe utatafuta sababu ya kujitetea ukizungukwa na watu wanaosubiri uchumi ukae vizuri ndipo wafanikiwe, na wewe utakuwa na mtazamo huo huo. Acha urafiki na watu masikini, jizungushie watu wenye mtazamo chanya na wanaojituma, watu watakao kusukuma kuwaza makubwa na kufanikiwa. Namba tatu, toa kafara matumizi ya mitandao ya kijamii na televisheni. Mitandao ya kijamii pamoja na televisheni inavutia, na usipokuwa makini utajikuta unatumia muda wako mwingi na fedha zako kwenye mitandao ya kijamii au kwenye televishen. Kama unataka kutajirika upesi, punguza matumizi ya mitandao ya kijamii pamoja na televishen, natumia huo muda kufanya mambo yenye tija. Huwezi kufanikiwa kama kila siku unapoteza muda kwenye mitandao ya kijamii au kwa kuangalia vipindi mbalimbali vya televishen, hivyo inakubidi ujinyime kuwa na matumizi yaliyopitiliza kwenye mitandao ya kijamii na kwenye TV ili uweze kufanya mambo yenye tija ya kimaendeleo namba nne toa kafara usingizi hapa siongelie upuuzi wa kuamka saa kumi na moja kamili asubuhi kila siku kama sheria kanuni ni nyepesi kama unataka kufanikiwa kuliko wengine chelewa kulala kuliko wengine na wahi kuamka kuliko wengine simaanishi ulale masaa matatu tu kwa siku ila pia sidhani unapaswa kulala kwa masaa tisa kama unataka kutajirika upesi unapaswa kutoa kafara usingizi. Namba tano, toa kafara kulalamika. Tabia ya kulalamika ni tabia ya kimaskini, na ukiwa mtu wa kulalamika ndio unazidi kugongelea muhuru umaskini kwenye maisha yako. Hivyo acha kuanzia sasa tabia ya kulalamika, kama unataka kutengeneza utajiri. Acha kuilaumu serikali au wazazi wako au mtu yeyote ulikuwa ndio chanzo cha matatizo yako. Sikiliza, Safari ya mafanikio ni ya kwako na hakuna mtu atakayekuja kukusaidia kufanikiwa. Hivyo acha kabisa kulalamika, naamua kuchukua hatua wewe kama wewe ya kubadilisha maisha yako. Namba sita, toa kafara hofu ya kushindwa. Huwezi kufanikiwa kama una hofu, hofu ya kushindwa. Na ukiwa na hofu ya kushindwa, maana yake hutaweza kujaribu, na kama hutaweza kujaribu, maana yake hutapata matokeo yoyote, kwa sababu hujachukua hatua na hujajaribu ili uweze kutajirika upesi, kataa hofu ya kushindwa na utaishinda hofu. Kwa kuchukua hatua ya kufanya unachoogopa kukifanya, hivyo toa kafara hofu ya kushindwa kwa kuchukua hatua, na utaanza kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Namba saba toa kafara kutokuwa na uvumilivu. Mmoja wa wawekezaji wakubwa duniani Warren Buffett aliwahi kusema kwamba huwezi kupata mtoto mwezi ujao kwa kuwapa ujauzito wanawake tisa leo, na huo ndio ukweli. Mambo mazuri yanahitaji muda. Ndio unaweza kuwa tajiri, ila inahitaji muda. Acha kukosa uvumilivu kwa sababu umejaribu mara kadhaa bila kupata matokeo. Usianze kutafuta njia mbadala, kwa sababu mafanikio yanahitaji muda, hivyo kwa mvumilivu. Namba nane, toa kafara kuto kujiamini. Ushahidi unaoonyesha kwamba unaweza kufanikiwa kwenye jambo lolote ni pale unapoona watu waliozaliwa kwenye hali kama yako wamefanikiwa kwenye jambo hilo. Kuto kujiamini ni pale unapofikiri huwezi kuwa tajiri. Kuto kujiamini ni pale unapofikiri kuna mtu anaweza kukuzuia. Kuto kujiamini ni pale unapojidharau. Kuto kujiamini ni pale unapodhani huwezi kutajirika ikiwa uchumi ni mbaya au ikiwa umetoka familia maskini. Wako watu waliokuwa na hali mbaya zaidi kuliko yako na bado wamefanikiwa. Kataa kuto kujiamini. Naanza kuamini, unaweza kuanzia sasa. Namba tisa: toa kafara uvivu wa kusoma vitabu. Kama unataka kutajirika upesi, amua kuanzia sasa kujijengea nidhamu ya kusoma vitabu. Sikiliza, shule au elimu ya darasani haitaweza kukufundisha jinsi ya kuwa tajiri. Waalimu pekee watakao kufundisha jinsi ya kuwa tajiri ni watu waliofanikiwa kwenye eneo la fedha, na unaweza kujifunza mengi kutoka kwao kwa kusoma vitabu vyao walivyoviandika. Unahitaji muujiza kutajirika kama utaki kusoma vitabu vya uchumi vilivyoandikwa na watu waliofanikiwa. Kusoma vitabu vya uchumi kutabadilisha uchumi wako. Namba kumi, toa kafara kupenda maisha rahisi. Chochote kizuri kwenye maisha akiji kirahisi, kuna gharama unapaswa kulipa. Acha kupenda maisha rahisi, acha kutafuta njia mbadala ya kufanikiwa ambazo mwisho wake si mzuri. Kuwa tayari kulipa gharama ya kufanikiwa, kwa sababu hakuna chenye thamani kinachopatikana kirahisi. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.